Gadi, ungereni kwa kuchukua ubingwa wa Sekafa. Unajisikiaje we binafsi kama mchezaji? Uh, mimi kama mchezaji najisikia vizuri, ni jambo zuri kwa sababu kila mchezaji ndoto zake ni kuchukua ubingwa, ni kuchukua kombe, ndio ndoto kila mchezaji. Kwa hiyo najisikia faraja na najisikia furaha kukua, kuwa mmoja wa wana Singida kuleta kombe hapa Singida. Ni awamu yako nyingine, uko na Singida kwa wachezaji ambao wapo naona naona una, una, una una una challenge ubingwa msimu huu kwa maana ya eh, NBC A. Kwanza eh, msimu huu nafikiri tuna squad nzuri zaidi, kwa sababu eh, tumechanganyikana kuna wachezaji wengine wapya, kwa hiyo squad ilikuwepo ni squad nzuri sana. Kwa hiyo eh, tunategemea kufanya challenge kubwa sana katika ligi, kwa hiyo cha msingi ni kuomba tu Mwenyezi Mungu atujalie, eh, kusiwe na majeraha aina yoyote. Nafikiri challenge itakuwa kubwa zaidi msimu huu. Mmefanya kazi nzuri eh, dhidi ya Rayon kwenye raundi ya kwanza, mashindano ya kimataifa, mnaenda kucheza dhidi ya Burundi. Kipi ambacho kipo kichwani mwako kuelekea katika mechi? Uh, kwanza tumeshamaliza section ya kwanza, eh, tumeweza kufanikiwa, tumewatoa Rayon. Rayon ni timu nzuri, kwa hiyo eh, kama umeweza kuwatoa Rayon, ina maana eh, tayari umeshapiga step, kwa hiyo tunakwenda kwenye step nyingine zaidi. Kwa hiyo eh, mechi, tuna timu tunakwenda kukutana nayo tena, eh, ni timu ngumu, kwa hiyo eh, kwa Taktiki za mwalimu e, na kwa ubora wa wachezaji, kile ambacho tumekifanya Rayon, basi tutakifanya zaidi katika e, timu ya Burundi na kwenda kucheza nayo. Asante sana.